Katika kijiji cha Kundos, Endebess, Kaunti ya Trans Nzoia, vijana watatu, akiwemo kasisi, walijeruhiwa kwa mapanga baada ya kushambuliwa na kundi la watu kutokana na mgogoro wa ardhi. Mwathiri wa Meshack Saina anasema watu zaidi ya 30 walivamia shamba lao la ekari 120 wakaanza kuweka ua kwa nguvu, na walipohojiwa wakawashambulia. Baraza la wazee la Kaburu limeitaka serikali kuhakikisha haki inatendeka. Wakazi wanahofia kuzuka kwa mzozo mkubwa iwapo hatua za haraka hazitachukuliwa kumaliza mvutano huo. Sema watu walipigana. Mm. Wakachabua, wakakatwa ndio wakakimbia police station. Walikuja akamiliki nini hiyo nusu yake katikati ya hiyo shamba ya, ya, ya ambaye, mzee, Yeah. Akisema alinunua kutoka kwa msichana yake lakini hakuna documents yote ambaye inaonyesha alinunua kidogo hivyo, na anaanza panga akakata huyu mchungaji kwa kichwa, na ikawa ni kama hiyo ilikuwa saini ya kuambia wengine endeleeni kupiga huyu. Akakata mchungaji, kutoka kwa mchungaji akaenda kwa Meshak, Meshak Saina, kutoka kwa huyu vile vile akanikata mimi, na wale watu yake wanatuingilia, wanaanza kutupiga. Serikali tusaidie, kwa sababu wasipofanya hivyo, eh, siku hiyo ingeharibika. Hatungetuliza watu kwamba wacha kwanza tu, tuone ima.